Marekani inataka makubaliano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujumuisha Rwanda kuyaondoa majeshi yake kutoka mashariki mwa Kongo kabla pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya amani. Duru zinaarifu kuwa rasimu ya makubaliano ya amani inaainisha kuwa sharti Rwanda iyaondoe majeshi yake, silaha na vifaa vyake mashariki mwa Kongo ndipo makubaliano hayo yatiwe saini. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umekuwa ukisimamia mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Kongo na kuhakikisha uwekezaji hasa katika sekta ya madini. Mshauri mkuu wa Trump kuhusu Afrika, Masadi Boulos, mnamo mwezi uliopita alisema Anataka makubaliano ya amani kuafikiwa katika kipindi cha miezi miwili, muda ambao wachambuzi wanautilia mashaka ikizingatiwa matatizo yaliyokita mizizi yanayochochea uhasama kati ya DRC na Rwanda. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imekuwa ikishutumu vikali Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M ishirini na tatu madai, ambayo Rwanda mara kwa mara imekuwa ikiyakanusha, lakini ikisema majeshi yake yapo Kongo kama sehemu ya kujihami dhidi ya waasi wa kihutu wanaotuhumiwa katika mauaji ya Lake ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne yaliyowaua karibu watu milioni moja. Duru zinasema Rwanda bado haijatoa msimamo wake kuhusu rasimu hiyo ya makubaliano. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivia Nduhungirehe ameliambia shirika la Reuters kuwa wataalamu kutoka Kongo na nchi yake watakutana wiki hii mjini Washington kujadili zaidi makubaliano hayo. Hata hivyo, Kongo inahisi Rwanda inajikokota katika kufikia makubaliano ya amani, ikisisitiza kuwa ili mchakato huu wa amani ufanikiwe, Rwanda lazima iondoe majeshi yake na ikome kuwaunga mkono waasi wa M ishirini na tatu. Serikali ya Kongo pia inafanya mazungumzo mengine na waasi hao yakisimamiwa na Qatar, lakini walio na ufahamu na yanayojiri katika mazungumzo haya ya Doha, wanasema hakuna juhudi kubwa zinazopigwa na pande zote mbili. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.